Ni kisa cha mtoto wa miaka tisa. Mtoto huyu mdogo ni mjukuu wa mzee Kalipesa. Mtoto huyu kwa muda aliacha shule baada ya kukosa uh, fedha ya kujikimu kipindi cha mistiani pamoja na chakula shuleni, ikamlazimu mtoto huyu wa miaka tisa aingie kwenye shughuli za kujitegemea ili apate. Mjukuu wako anaingia darasa la tano, eh hakwenda shuleni yupo shuleni mpaka hivi sasa. Baada ya wale wasaidizi au wakina mama wa msaada wa kisheria kutoka kwenye nani ya sheria, nini kilif kilifanyika mpaka e, baada ya kuja walinipa mwamko, wakawa wameleta nani fasaha fulani ya kunipa nguvu. Walikuja, e walikuja wakaniletea unga, wakaniletea mboga, wakaniletea nani maharage, nafikiri ni kiasi cha kumshukuru Mwenyezi Mungu walikuja wakaleta hapa bila hata wasiwasi wa aina yoyote. Na mimi sasa ikanituma nguvu kuwa kwamba Ashura mwijukuu wangu, soma elewa, elimu inavyotakiwa iwe, inatakiwa kulingana kuwa kwamba na wewe hapa, serikali kikufatilia itakusomesha mwijukuu wangu, sababu mi sina uwezo, lakini serikali kama serikali tuta, tutaenda vigezo na vigezo ili upate kusoma. Wakati, wakati ule Ashura hajaenda shuleni, alikuwa anafanya kazi gani? Baba alikuwa nagonga kokoto. Walikuja nani? Walikuja uongozi mpaka hapo, akamkuta anagonga kokoto ili tupate kula, tupate kula. Mimi mzee sina uwezo, mimi wakuweza kusema nikapata ajira aina yoyote. Walikuwa nagonga kokoto ili wapate kula. Baba binti wa miaka tisa alikuwa anaweza kugonga kokoto? Alifanya hivyo hivyo, atafanyaje na wakati kwa kama imembidi imembidi hana jinsi bwana. Mlipofika hapa mkamkuta binti mdogo miaka tisa anagonga kokoto, ndiyo ulijisikiaje na wenzio? Tulijisikia vibaya sana, tulijisikia vibaya kwa sababu ile ni kazi ngumu na kazi ya hatari, lakini binti yule ndo alikuwa anaifanya, tena anaifanya kwa uweledi. Sisi wenyewe tulishangazwa na tulichokiona. Yuko shuleni sasa hivi, yuko shuleni. Mnaiambiaje jamii kutokana tu na kile mlichokikuta hapo, ningependa kuishauri jamii tuzingatie malezi bora ya watoto kwa sababu yule mtoto bado mdogo, yupo katika umri ambao anatakiwa kuwepo, kuwepo shuleni. Kwa hiyo ningependa kuiasa jamii tusiwaingize watoto kwenye kazi katika umri umri usiofaa. Moja ya, ya malalamiko makubwa ya binti yule ni kudaiwa fedha shuleni. Mlifanyaje mpaka amerudi shuleni? Ah, hatua ya kwanza tuliongea na afisa ustawi wa mtaa husika. Lakini pia tulionana na uongozi wa shule ili wamuondoshe mtoto yule gharama ambazo zilikuwa zinahitajika shuleni na tulifanikiwa kwenye hilo. Kwa hiyo so, mtoto akafanikiwa kurudi shule na hivi karibuni anaenda kufanya mtihani wake wa darasa la nne. Alifurahia kurudi shule? sana au alifurahia kubaki mtaani kupiga kokoto? Alifurahia, kwa sababu kuna siku tulimtembelea tukamkuta yuko shule na wenzake akiwa anafurahia. Nini nyinyi mnajisikia moyoni baada ya kumsaidia? Kiukweli, tunasikia fahari kubwa sisi kuwa sehemu ya mtoto yule kurudi shuleni kuendelea na masomo.